Mgogoro huu ulikuwepo mwaka elfu mbili kumi na mbili umerudi. For those 10 years, miaka kumi baadaye. Miaka kumi yote tulikuwa na uwepo wa juhudi za kimataifa ikidaiwa kushughulikia matatizo haya. Pesa nyingi zimetumika na watu wengi wamepoteza maisha, lakini maisha yanaendelea tu hadi tunapotembelewa na tatizo lile lile, na kisha tunaanza kuzunguka huku na kule kwamba hili ni jambo jipya. The amount of hypocrisy and the kiwango cha unafiki na kutojali kwa baadhi ya nguvu hizi tunazozijua, mwishowe wao ndio wanaopiga kelele nyingi, wanaonekana kama wameumizwa sana na mateso ya watu, lakini ni upuuzi tu.